Hamza Issa kuelekea aliko Sheikh Alhadi, halafu baada ya hapo ameelekea kituo cha habari cha Imani radio na TV bado maswali yanaulizwa mitandaoni. Sasa nimeona nichukue fursa hii kulizungumzia japo kwa uchache swala hili, ingawa pia nilikuwa nimeshatanguliza mada niliyoachilia kwamba namna ya kumjibu Hamza Issa ni short clip, yellow message nilisend kwa ajili ya kuwatanabahisha mashekh walioko jirani naye kwamba wamfanyie fikra. Hivyo sasa, insha Allahu taala tunaendelea na mada hii, maana bado watu wauliza mitandaoni kuhusu hukumu ya Hamza Isa kutokana na kwenda kwake makanisani na kuyahubiri aliyoyahubiri ya ndani ya grupu letu la WhatsApp kwa wanafunzi waliokuweko Sudani. Grupu lenyewe laitwa wa Sudani yupo akh, ameuliza kwa kutuma meseji ifuatayo: Mashekh, naomba ufafanuzi kuhusu swala la al-uzr biljahli, mfano kupewa uzuru mtu kutokana na ujinga, yani kuto kujua jambo hili. Swala lipo unlimited au lina mipaka? i mean, je, kila kosa lasamehewa kwa kutokujua au kuna mengi hayasamehewi, hata kama mtu hajui. Ameendelea anasema, nimeleta hili swala kutokana na kazia ya Hamza Issa. Je, huyu bwana kukiri kwake kosa kumefuta hukumu ya kuritadi au alitakiwa alete tauba kwa masharti yake na kisa ashahidie upya, au hakuwa murtadi tangu awali? Yaani kuna baadhi ya makosa ya kispidi spidi, lakini natumai swala lake limefahamika. Uhakika wa mambo, naomba kwanza kuashiria hili swali alivyoliuliza al-Akh Abu Abdillah ameulizia kaida usulia inayozungumza kwamba al-uzru biljali uhakika wa mambo, hii ni kaida inafanywa kazi, ila tu naomba kuwaashiria watu waelewe kwamba kaida ina nguzo zake, hasa kwa yule atayetumia kaida yenyewe. Nguzo ya kwanza, lazima utambue kwamba kaida yako ni moja ya dalili na dalili zenyewe ambazo ni fariia na sio asilia. Nguzo ya pili, kabla ya kutumia kaida, ipo haja kwanza, wewe binafsi unayetaka kuitumia, lazima uifahamu kaida yenyewe, na uwe unajua sanadi ya kaida. Nikisema sanadi, nakusudia kwamba kila kaida yoyote inayo dalili katika dini. Dalili yenyewe yawezekana ikawa ni aya au yawezekana ikawa ni hadithi. Yani, kaida yoyote ni katika adila tufaria la budalaha mina sanad kaida yoyote ni katika adila farihia, inabidi lazima iweko sanad kutoka kule katika adila tul asliya. Swala jingine la kutambua ni kwamba lazima kabla ya wewe kutumia kawaid moja ya kawaidi, uwe unajua kwamba kawaidi zote zina istithnaati, yaani kaida haipo unlimited, kaida ipo limited. So lazima uwe unatambua kwamba kaida ni unlimited. Sio unlimited bali ni limited kwa hiyo inaomba kujua ni mda gani kaida yako itakuwa haitofanyiwa kazi, na nimeamua kufanya jalsa hii, maana watu sasa hivi wamevamia kawaidi kuzitumia, wakaacha hata zile adila asilia, yani mtu akaiacha aya akaiacha hadithi kwa hoja ya kaida, na hali ya kuwa kaida siyo unlimited, bali kaida ni limited, ina istisnaat. Kwa hiyo lazima kila mmoja azitambue hizo istisnaat. Ama kuhusu kesi ya Hamza Issa, uhakika wa mambo, lau utafanyia analysis ya zile clips si zake zilizorushwa WhatsApp. Klipu zenyewe ni fupi fupi, hazikutosha watu watoe hukumu kwamba jamaa karitaji. Halafu pili, kwa bahati nzuri mimi sikujua kwamba Hamza Issa WhatsApp, e, nani YouTube anafahamika kwa Hamza Arkam, maana nimezitafuta clips zake kwa Hamza Issa sikubahatika kuzi, kuzipata baada ya yeye kuzungumza kwenye redio imani na TV Imani, kuna mtu ameniashiria kwamba huyu anapatikana internet kwa jina la Hamza Akam. Nimezisikiliza usiku wa leo tokea jana, anazifuatilia alikuwa ni mjanja mjanja Hamza Issa katika hayo mahubiri yake ya kanisani. So madamu alikuwa anatumia ujanja, alikuwa na taawili taawili, malam yakuna endahu makana endahu taawil fala yajuzu li ahadin an yahkuma alayhi beredda madamu Hamza Issa alikuwa na taawili, hapana budi ila tuendelee kumdzania kwamba bado alikuwa hajaritaji, na wala mtu hawezi akatoa hukumu kwamba issa Hamza Issa alikuwa ameritaji. Maana ukisikiliza mahubiri yake alikuwa ana taawili taawili na ndio maana mimi katika klip yangu niliyoituma kwa mashehe, niliyoiita namna ya kumjibu ya kumrudi Hamza Issa, ni sababu hata vile vipande kwa udogo wake hatuwezi tukahukumu kwamba ameritaji, na hali ya kuwa vile vipande vilikuwa vinakatwa katwa kwenye julusi, kumbe ilikuwa mtu apate klipu nzima ya kikao. Nimezipitia clips zake zaidi ya tano za vikao virefu virefu, alikuwa ana taawizi. Kwa hiyo Hamza Issa alikuwa hakufikia hata kuitwa murtad, ingawa baadhi ya watu walikuwa tayari wameshamwita murtad kwa mujibu ya yale aliyoyazungumza mwenyewe akiwa katika ofisi ya Shekhe wa mkoa Alhadi, Dar es Salaam ila mimi binafsi nasema ilikuwa ni kwa jazba, kama tayari watu walikuwa wamemtolia hiyo hukumu ya kuritadi. Maana kuritadi kuna dhawabiti zake, na miongoni mwa dhawabiti zake asiwe mtu muawili. Ya tatu, ya pili, afuatwe, asikilizwe ya tatu, istitab. Ikithibiti kwamba huyu mtu hana taawili, anafatwa anasikilizwa na kwa kulinganiwa, hiyo ndio ya pili. Ya tatu amekataa kulinganiwa kurudi maneno yake, anafanyiwa istitab. Akikataa istitab, hapo kadhi anatoa hukumu ya ridda kwamba huyu mtu ameritadi. So Hamza Issa alikuwa bado hakuritadi.